Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa ndani ya Ukumbi, ikiwa tunakumbuka kwamba kuanzia hapo kesho rasmi kutakuwa na kongamano la ishirini na nne la COMESA na pia linatarajiwa kuendelea kwa siku tatu hadi tarehe tisa, ambayo ni Alhamisi. Marais kutoka mataifa wanachama wakitarajiwa kuhudhuria. katibu mkwana, nikiangalia hapa inasema kwamba bidhaa ambazo Kenya inauza katika mataifa ambayo ni wanachama katika COMESA ni pamoja na bidhaa ambazo ziko katika sekta ya kilimo ambayo ni pamoja na chai, kahawa, mafuta, eh, nafaka, sukari na hata bidhaa ambazo pengine, zile ambazo tunaweza kusema ni mboga, tukichanganya maua na kadhalika. Pia katika uh, bidhaa ambazo zimetengezwa katika viwanda ambavyo kwa kimombo wanasema manufactured goods, kuna simiti, eh, kuna vyuma kuna plastiki na kuna bidhaa nyingine za kujengea, sijui kama ni mabati na kadhalika. Halafu kuna vyakula e, na pia kuna bidhaa nyinginezo ambazo ziko katika viwanda vya nguo, ikiwa ni pamoja na ngozi e, vitambara ama, ama, ama, ama nguo tu e. Kwa kifupi, tueleze bidhaa hizi zinaletea Kenya faida ya kiwango gani, na je, tumefikia kiwango ambapo tunaweza kusema tumefika mwisho, hatuwezi kupata soko zaidi katika COMESA ama namna gani? Asante hapo. Uh, awali ulikuwa umeniulize swali ni kwa nini hatuuzi uh, sana katika Afrika U, ukiangalia climate ya Afrika utapata ya kwamba zile bidhaa ambazo sisi tunasalisha hapa zinasalishwa uh, katika nchi mingi, so ukiongea mambo, hapa hapa barani, kwa hivyo tuna ushindani tayari so, ukiongea mambo ya chai na Rwanda iko na chai, DRC iko na chai, Burundi e, Uganda, Tanzania wako na chai. So unapata ya kwamba ile chai ambayo tuko nayo lazima tupeleke nje ya bara. Tukiangalia mambo ya kahawa similar, tuko na hiyo shida. Ukiangalia mambo ya ng'ombe ngozi, utapata ya kwamba e, karibu kila mtu hapa, Ethiopia ng'ombe ni mingi, ukienda Sudan, ukienda wapi, kwa sababu Africa ni arid. E, so, so ukiona ile vitu ambazo sisi tunauza sana e, katika hii bara vile umesema, ni mambo kama mafuta ya kupigia e, ni mambo kama e, ile processed leather ile wallet ile mshipi ile viatu e, kwa sababu watu wengi wako na ng'ombe lakini hawana factory ya kutengeneza hiyo e, hiyo hiyo bidhaa e, mambo ya dawa for, for example tuko na karibu viwanda 37 hapa Kenya za kutengeneza dawa na nchi mingi ukienda hawana hiyo uwezo, so sisi tunatengeneza hapa dawa na tunauza eh, kwa nchi mingi katika hii eh, Afrika. Ukiona kama steel, mambo ya chuma vyuma ya kujenga na vyuma zingine. Sisi tuko karibu na viwanda karibu 27 hapa Kenya, za viwanda ya kutengeneza steel na steel ya hali ya juu. So tuna viwanda hapa hata wanatengeneza steel, tunauza mpaka Europe Egypt, tunarudisha hiyo nje. E, simiti ni kitu kubwa. E, Mungu ametupea ile raw material ambayo inaitwa limestone pia, tuko na gypsum ambayo inahitajika kutengeneza simiti na, tu, na, tuna viwanda karibu kumi ya kutengeneza simiti hapa e, singine ndogo, singine kubwa, na tunauza simiti yetu mingi again kwa region. Ukiangalia vitu kama mabati, vitu kama mabati rollings, bidhaa e, kama bi mabati, mabati ya kujenga nyumba e, mabati rollings wanauza karibu inji 40 e, katika bara la Afrika so, so ukiona e, katika hii mambo yote so Kenya inauza bidhaa karibu 193 e, bilioni hapo yeah. Nyuma ilikuwa but sasa hiyo ilikuwa ni mambo ya 2022 no. E, 2023 sahii tumefika karibu bilioni 260 no. So imeenda juu hiyo e, soko inaendelea ya kupanuka no. But vile nimesema no. E, tukijaribu kuuza e, kahawa Uh, machani hiyo tuna upinzani mingi kwa sababu kila mtu ako nayo na, na. Ukiona future yetu na. mingi ni kuenda kwa vitu kama tunataka sasa tun ngozi tusiuze ngozi tuuze ngozi ambayo tumekuwa kama viatu eh, tudawa simiti chuma kwa wingi, because watu bado wanajenga nyumba eh, tuko kwa mambo ya magari, kwa sababu tukikienda mambo ya magari sahii eh, Kenya vile eh, nimesema automotive. Ukitoa South Africa mm -hmm. Sisi ndio biggest maker ya magari hapa yeah. eh, Eastern Central Africa yeah. So tukiona kampuni zetu, tuko na zaidi ya magari peke yake, tuko na zaidi ya magari kampuni thelathini yeah. Tukiwemo si Toyota General Motors, hii mambo yote hata basi tunatengeneza, ukiona hata basi zetu na matatu eh, na tukienda mambo mengine. So kwa hiyo sekta saa hii hata tumeingia kwa mambo ya electric no, motorbike no. Sasa hivi tunatengeneza pikipiki ya stima no, magari ya stima no. Na tuko na watu wengi kutoka eh, hii area ambayo wananua so nikiona Eh, viwanda zetu na mambo ya ICT pia tumeenda sana hapo kwa mambo ya kutengeneza kompyuta laptops, eh, mobile. Tuna kampuni sasa kama Mkopa na wengine ambao wanatengeneza simu hapa na wanauza katika region, so ile potential ninaona hii soko ni kubwa eh, hatujafikiwa ki, eh, ile kiwango ambayo tunasema tumetosheleza kila mtu, lakini yeah. Tuko na nafasi yeah. ya kupanua hapo zaidi yeah. Eh, especially tukienda kwa mambo ya manufacturing yeah. electronics, kwa sababu unajua ndugu eh, uh, yangu, tukitaka kukompite kwa mambo ya agriculture, unajua hii nchi ni only 25% inapata mvua ile 75 ni arid and semi arid. Ukikombea sisi na wenzetu kama Tanzania, Tanzania eh, saizi ya Tanzania ni one and a half times the size of Kenya, na hiyo inji yote inapata mvua eh, so hawana arid na semi arid. Ukienda Uganda ni karibu 80% size ya Kenya, na Uganda yote iko na mvua, udongo mzuri, so tukisema sisi tu compete kwa mambo ya agricultural produce. Mungu hakutupea ile uwezo. Aha. So, so eh, nikiangalia vizuri competitive eh, competitiveness yetu ama naita nini kwa Kiswahili? Uh, ushindani. Ushindani wetu hauko kwa mambo ya ukulima. Daktari Mkona, eh, so, nikupeleke ni mbali maana tumetembea. Yes. Ukiangalia tangu ujio wa serikali za county. Yes. Ukienda Marsabit uende Wajia uende e, Samburu uende Pokot Magharibi na ni mfano tu. Kitu cha muhimu walipoamua kuanza kujenga ni kitu tunaita abattoirs, yes, ambazo ni za vichinjio, lakini mpaka kufikia sasa utakuta zile kaunti hazifanyi biashara ile ya kuchinja ng'ombe, kuuza nyama nje. Ina maana kwamba tunaanzisha vitu halafu baadaye hatujui ya kutekeleza sasa. Nataka utufahamishe tatizo huwa ni lipi, kwa sababu kama serikali ya kaunti imeshirikiana na mataifa au hata IMF na um, European Union katika kutoa fedha nyingi katika kujenga viwanda kama vile na havitumiki, tatizo ni nini? Kwamba kaunti yenyewe haiwezi kusimamia, au bora ingekuwa kwamba ikishajenga, kwa sababu ikisha imepeana ile infrastructure, ni kwamba watu binafsi sasa waje wasimamie viwanda kama vile. Ukiona okay, <coughs> vile nimesema 75% ya nchi yetu ni, ni, imekauka ni ile arid ama semi arid, na hiyo area iko na ng'ombe mingi iko na mbusi mingi katika hii nchi. Kwa mwaka mmoja, sisi tunachinja ng'ombe milioni tatu, tunachinja mbusi karibu milioni kumi na nane. So ile ngozi na sisi tunakula nyama na tunatupa ngozi hiyo. e, ngozi ni in fact, ukiona ngozi watu wengi ukienda huko nje wanachinja ng'ombe sio kwa sababu ya nyama, wanachinja kwa sababu ya ngozi, because wacha tupige hesabu. Ng'ombe kubwa e, inaweza kukupea wewe pea ishirini ya viatu, na pea moja pengine ni shilingi elfu tano elfu tano Unaona hiyo ni pesa mingi, so ile kitu tumefanya hii katika ukatusi, na nimetembea nimeona ile hapa twaiko West Pokot nimeenda, ile Isiolo mpaka tuka na ile international airport mm, mm, ya ya kutusaidia ku, kusafirisha Marsabit, yeah, tumejenga iti. Shida ni karibu moja ama mbili. Ya kwanza ni kwamba tuko na hii tabia ya kwamba mimi kama nikiwa governor nianzishe mradi alafu governor mwingine akikuja anaipiga viti anasema hiyo sio yangu, yeye ya anataka kuanza yake, so tuko na hiyo gap. Alafu ya pili eh vile nilisema hapa eh serikali hapo nyuma, tulikuwa wakati ya independence, serikali ilikuwa inaanza viwanda. Umeona hata huko western vile tumepiga vita e, wakati hizi factories za miwa zimepeana kwa private sector. watu walikuwa wanapiga nduru kwa sababu zilikuwa factories za serikali, lakini mimi vile nimetembea hii dunia na nimekuambia watu wako wamefanya first industrialization, second, wamefika fourth, hakuna baadhi serikali inaendesha viwanda. Serikali haikuwa designed Okay, hapo nyuma, kwa sababu tulikuwa na pengo, serikali ilikuwa inajenga Chemilili, Mumiasi, Soni na hiyo mambo yote, lakini kazi ya industry ni kazi ya private sector e, so hata kama county imejenga hapa toa ama slaughterhouse ama meat processing plant e, na sasa tunashughulikia hayo mambo, ni vizuri ipeane kwa private sector kwa sababu private sector ndio wako na uwezo ya kutafuta soko wanafanya wanajua soko vile nafanya Ka, lakini... tufafanulie tufa basi, yes. Kwa kufanya vile unawavutia namna gani na utaratibu wake utakuwa ni upi? Kwa sababu inaonekana kaunti nyingi zimefika mahali ambapo aidha hazitilii mkazo hazina kama ulivyosema, pengine ni mradi wa fulani, kwa hivyo mimi nikiondoka fulani kama ataendeleza sawa, lakini kama hataendeleza pia ni sawa. Sasa wananchi ndio wanapoteza. Ikiwa tunaleta private eh, partnership tunaileta kwa misingi ya aina gani? tupe tufafanulie tu. Yes, tuko na sheria ya public private partnership uh, ndio tumetumia hata ku, kupeana hizi kampuni kama Nzoia na Mumias no. na unajua kama wananchi huwa naona, kama mimi natoka Bungoma nilikuwa naangalia kitu kama pani pepa, ndugu yangu, pani pepa ilianzishwa na Mzee Jomo Kenyatta 1972. Wacha nikuulize wewe kama ulinunua gari mwaka wa 1972. Hiyo gari inaga na mnaga. Aisha Aisha. Hata spare part tutaipata. Lakini sisi tukienda huko nyumbani bado tunalia. Tunasema factory yetu. Eh, hiyo mashine kama ya Nzoya Sugar ilinunuliwa 1976. Hiyo teknolojia ilitoka sokoni. Hata spare part huwezi pata. So ile kitu tunaongelea saa ngine tunaita factory, kama mimi sasa eh, katibu katia, katika katika hiyo sekta ni scrap metal hauna uh, factory tena lakini, eh, raia ama eh, mwananchi akiangalia hiyo hiyo kitu inatoa moshi uh, unaona kama sasa factory kama hii tumefunga, eh, Nzoya kawaida kawaida, kwa tani moja ya miwa tunatakana kutoa tani 13 ya sukari, lakini unapata factory kama sasa hiyo Nzoya yenye tumefunga ilikuwa imefika kiwango inatoa tani mbili kwa tani moja ya miwa, so efficiency hakuna. Biashara unafanya ni wastage unafanya, kwa sababu teknolojia imeisha kila kitu imeisha. So, so eh, ile kitu nataka kusema eh, katika kuleta wawekezaji katika county county, mingi zinafanya hii kitu inaitwa County Investment Forums. na mimi mwenyewe nimejionea na macho kwa hii muda nimekuwa PS miaka tatu For example waje, nikupe mfano county kama Kirinyaga, kwa hii miaka tatu wamekuwa na factories mpya tisa. Unasikia Kavakara Kavakara alikuwa huko lakini alikuwa mdogo, lakini sasa hivi amekuwa mkubwa. mm -hmm. tulikuwa na ndugu yangu yule alikuwa anafanya nice, uh, rice mill, sasa anatengeneza mpaka unga sasa hivi, tunapata hata hako na nice flour, si ndio? wako na factory ya kutengeneza animal feeds, wako na factory ya kutengeneza Eh, mafuta kutoka kwa avocado sakana oil so ukiona eh, eh ni chugumu na bidii ya gavana so nataka kusema tukiangalia mfano kama ya gavana Waiguru eh, Kiambu hapa ukienda Nakuru in the last eh, miaka tatu karibu factory sita ama saba zimefunguliwa mpya so, so wakati tunalia zile zinafungwa sangine huwa nasema hivi eh, especially sisi watu wa media eh, unajua Factory ni kama binadamu. Binadamu tuna bahari anasaliwa inaitwa maternity. na tuna bahari anakufa tu kwa anaitwa mochari. Sasa shida ya viwanda yetu ni kwamba sisi wote tunashinda wakati tukiwa kwa mochari, tunahesabu huyu amefunga, huyu amefunga, lakini hatuhesabu mwenye anafungua. Mimi katika nikiangalia, kwa sababu napeana license ya wale watu wanafungua, kwa wiki moja tunapeana six to ten licenses huko Kwale, huko Kilifi, huko Buebuye, huko Kitale, wadogo wadogo. So tuna watu wanaanza mambo ya viwanda na tuna wale kawaida ya, kama binadamu factory pia huseeka na ikakufa so, lazima tukubali ya kwamba factory itakufa kwa sababu teknolojia imebadilika. Hata sangine mwenye alianzisha ameseeka na ana succession plan sangine, hiyo market kama tuseme kama everready ilikuwa hapa, soko imebadilika competition imekuwa mingi, so so tuna mambo mengi wakati. So ile kitu huwa tunaona sangine at factory kianguka, lazima makosa ni ya serikali hapana, no. Factory zinakufa kwa sababu eh, kawaida ya factory. Eh, 3 to 5% ya factories, not just here globally zinakufa kila mwaka. But you have another 7 to 10% ambazo zinasaliwa so lazima tukue kwa matanati. Na tukue kwa mochari ndio tujue kama tunaenda mbele ama tumesimama. Unaona katibu mkwana e. E, najua tuna kikao ama kongamano la COMESA uh, hapa nchini Kenya, lakini kuna wengi wanahoji kwamba kongamano kama zile huwa ni za manufaa kwa wafanyabiashara wakubwa, wazalishaji wakubwa. Sasa tunataka tujiulize, katika hili soko la COMESA limemfaidi mfanyabiashara mdogo kwa njia gani? E, mambo mengi kwa sababu katika Uh, COMESA tuko na policies tuko na hata forum ya small business. Kama kesho tutakuwa na mkutano ya business forum na hiyo business forum inaleta micro and small enterprises wale watu wadogo dogo, kakumbuka katika biashara yetu Africa, uh, 87% ya biashara yetu ni small and micro enterprises. Wale watu wakubwa wakubwa ni wachache sana, so ile kitu ambayo COMESA imeweka himizo sana ni kuhakikisha ya kwamba eh, watu wadogo wadogo wanafaidika, na tumeweka mikakati, tumeweka standards, hata tumeweka ile level ya consolidation. Kama wewe uko na bidhaa zako na sangine haiwezi jaa kondeina moja, tunaruhusiwa wewe na mimi na wengine kuweka visi vitu katika kondeina moja na tujaribu kuuza pamoja, kwa sababu kila mtu ako mpaka mpaka upate capacity. Kwa sababu e, ukisema lazima kila mtu achase kondeina ndio auze haitawezekana. So katika sheria za e, komesa tumeruhusu ya kwamba e, tunaweza kuweka bidhaa tofauti tofauti za watu tofauti tofauti katika kondeina moja, bora hiyo kondeina ijae. Zingine sitawacho hapo Dar es Salaam, lori ikisonga kidogo inawaja ingine Malawi, itawacha ingine hapo Harare na biashara ya huyo mtu na mwenyewe atakuwa anapata eh, experience na hapo mbele pia atajua vile anaweza kuendesha hiyo vitu mbele. Asante sana. Yeah. Daktari Mkoa na najua kwa sababu ya muda una shughuli nyingi, lakini nimewalika wangu wa na wangu kidogo nisaidie pia katika ushauri sio that's katika that's right. maswali Yes. lakini ushauri tuweze kufahamu maanake wengi wao wanahusika katika biashara tofauti kuna biashara ya mboga, maua, matunda, right. eh, parachichi, wataalamu wa uh, uchumi na kadhalika kama tunaweza kusikizana tuweze kujua Mkenya anaweza kufaidi vipi katika kuwakaribisha wageni wengine, ili naye tumpe nafasi, e, katibu wetu, kuweza kuwasikiza. E, na yeye akajipange. Kwa hivyo, kwa dakika 15 hivi tuweze kufanya mazungumzo pamoja na wageni wengine, alafu sisi tutaendelea ikiwa katibu, kwa sasa, hivi tuna, uko so we uko mochari ama uko maternity? Mimi niko